Hujambo msikilizaji. Makala ya mtazamo wako kwa yaliyojiri wiki hii inaangazia mashambulio makubwa kwa makombora kati ya Israeli na Iran, lakini pia hali inavyoendelea hivi sasa. Na barani Afrika, tutaangazia maandamano ya kupinga kifo cha mwanablogu Albert Ojwang yaliyofanyika baada ya naibu inspekta mkuu wa polisi nchini Kenya Eliud Lagat kutangaza kujiuzulu nafasi yake ili kupisha uchunguzi hali ya kisiasa nchini DRC ambapo waziri wa sheria Constant Mutamba alitangaza kujiuzulu nafasi yake, siasa za ukanda wa Afrika Mashariki, Afrika Magharibi na Kaskazini, lakini pia mazishi ya rais wa zamani wa Zambia Edgar Lungu ambayo sasa yatafanyika nchini Afrika Kusini. Kwa hayo na mengine mengi zaidi kwa moyo mkunjufu ni kukaribisha msikilizaji, andamana nami Ruben Lukumbuka hadi tamati ya makala hii. Sehemu kubwa ya makala ya mtazamo wako kwa yaliyojiri wiki hii itajikita mashariki ya kati, hasa zaidi kauli ya waziri wa ulinzi wa Israeli Israel Katz ambaye juma hili alisema kiongozi wa kiroho wa Iran Ayatollah Ali Khamenei hawezi kuruhusiwa tena kuishi. Katz alitoa kauli hii baada ya Iran kushambulia hospitali ya Israeli katika eneo la Soroka kusini mwa nchi hiyo huku Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu akisema nchi yake haitarudi nyuma kwenye lengo la kuhakikisha kuwa Iran haina silaha za nyuklia. Benjamin Netanyahu: We are committed to destroy the nuclear threat. tumejitolea kumaliza tishio la nyuklia nchini Iran, tuna uwezo wa kufanya hivyo, lakini niseme kuwa ushirikiano wetu na Marekani rais Donald Trump ninayezungumza naye karibu kila siku ni mkubwa sana. Wote tumedhamiria kuhakikisha kuwa Iran haitakuwa na silaha za nyuklia na hilo halitafanyika. Jeshi la Israeli limeendelea kurusha makombora yake katika vituo vya nyuklia vya Iran katika eneo la Natanz, wakati huu ripoti zikisema rais Donald Trump anatathmini uwezekano wa kuagiza jeshi la Marekani kuungana na Israeli katika mashambulio hayo. Katika hatua nyingine, Iran ilishutumu tume ya Umoja wa Mataifa inayoshughulikia nishati ya atomiki kwa kuwa mshirika wa israeli baada ya kushambulia vituo vyake vya nyuklia Rafael Grossi ni mkuu wa tume hiyo akihojiwa na televisheni ya France 24 alikuwa na kauli hii kuhusu mradi wa nyuklia wa Iran. Hii inatia wasiwasi sana kwamba kuna vifaa muhimu, ukiangalia idadi iliyotolewa inaweza kuwa zaidi, yaani kuna vifaa vya matumizi ya kinyuklia, lakini haitoshi. Kuna vyombo vingine ambavyo sio vya kinyuklia ambavyo vinaweza kutumiwa kama vilipuzi, na ni hapo tunatoa wito kwa pande zote. Sisi tumetoa taarifa zote na ripoti zetu ziko wazi. Kwa hayo yanayotolewa kama nia wala matamko mengine, iko katika mamlaka ya kitaifa wakati hayo yakijiri namna hiyo. Rais wa Marekani Donald Trump alisema ataamua rasmi iwapo Marekani itajihusisha na vita vya Iran moja kwa moja, chini ya kipindi cha majuma mawili yajayo ripoti za hivi punde zilimnukuu Trump akisema kutokana na uwezekano wa kufanyika kwa mazungumzo au kukosa kufanyika kwa mazungumzo ya kumaliza vita kati ya Israeli na Iran sharti Marekani ifanye uamuzi. Caroline Leavitt ni msemaji wa White House. Kuhusiana na habari hiyo nina taarifa ya moja kwa moja kutoka kwa rais na nina nukuu: kuna uwezekano wa mazungumzo ya kumaliza vita ama kukosa kufanyika kwa mazungumzo na Iran. Hivi karibuni nitafanya uamuzi wa wangu wa Marekani kujihusisha au la, kwa kipindi cha majuma mawili yajayo. Hili ndilo kauli ya rais kwenu nyote. Kuna uwezekano wa kufanyika au kukosa kufanyika kwa mazungumzo ya kumaliza vita na Iran hivi karibuni na atafanya uamuzi huo, huo hivi karibuni. Naye naibu waziri wa mambo ya nje wa Iran Saed Khatibzadeh alisema Marekani itajuta iwapo itasaidia Israeli kushambulia Iran, Saed akisema vita hivyo si vya Marekani. Katika hatua nyingine, nchi za umoja wa Ulaya zinatumai kuwa suluhu ya kidiplomasia itasaidia kumaliza vita vinavyoendelea kati ya nchi hizo mbili, wakati huu waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Aragchi akikutana na wenzake kutoka Ufaransa, Uingereza na Ujerumani jijini Jineva siku ya Ijumaa ya Juni 20. Kuelekea kikao hicho, Aragchi alisema Iran haitazungumza na yeyote iwapo Israeli itaendeleza mashambulio kulenga vituo vyake vya nyuklia na kambi za jeshi. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amekuwa na kauli hii: Je l'ai dit depuis le premier jour, personne ne doit negliger le risque. Nimeyasema haya tangu siku ya kwanza. Hakuna mtu anayeweza kupuuza hatari ya kuiona Iran ikimiliki silaha za nyuklia. Ni hatari ya wazi na pia ni tishio kwa ulimwengu. Kwanza, Ufaransa haijawahi kupuuzilia swala hilo, na ndio sababu tumekuwa katika michakato ya mazungumzo miaka kumi iliyopita kuhusu mradi wa nyuklia wa Iran. Tumekuwa miongoni mwa wawakilishi waliolazimisha usitisho kwa mradi huo, wala hatukuacha Hakuna kinachoweza kutetea shambulio lolote dhidi ya miundombinu ya nyuklia wala dhidi ya makazi ya raia wa kawaida. Pili, ni lazima tuweke kipaumbele cha kurudi kwenye mazungumzo, na hili nimekuwa nikitetea tangu mwaka elfu mbili na kumi na nane. Kauli hizi zilitolewa wakati polisi nchini Iran Alhamis ya wiki hii walisema wamewakamata watu 24 wanaodaiwa kuwa wapelelezi wa Israeli. Hali bado ni ya wasiwasi huko Teheran, lakini pia upande wa Israeli katika jiji la Tel Aviv, ambapo Israeli na Iran zikiendelea kurushiana makombora. Na sasa tuangazie yaliyojiri na yanayoendelea nchini Kenya, ambako siku ya Jumanne jijini Nairobi, mamia ya watu waliokuwa wamejihami kwa bakora wakiwa kwenye pikipiki kukabiliana na waandamanaji waliojitokeza kuendeleza na shinikizo za kujiuzulu kwa naibu inspekta wa polisi Eliud Lagat aliyejiondoa kazini siku ya Jumatatu kupisha uchunguzi kwa tuhuma za kuhusishwa na kifo cha mwalimu na mwanablogu Albert Ojwang mikononi mwa polisi. Mwandishi wetu Victor Moturi alishuhudia kilichojiri katikati ya jiji la Nairobi, na hii hapa ripoti yake. Katikati ya jiji la Nairobi, vijana walioonekana kukodishwa kupambana na waandamanaji walionekana katika barabara kadhaa na kwanza kuwashambulia waandamanaji. Hatujalipwa, lakini tumepewa tu sekuriti, hizo marungu ndio tulinde nao mali za wenyewe. Juu kuna watu wengine bado wanakuja na wanakuja na tension ya kuchukua vitu za wenyewe, lakini si poa. Tuandamane tu kwa amani. Hawa wanakuja hawajakuja kumandamana. Hawa wamekuja kupora watu na kuharibu vitu za watu na kuharibu mabarabara. Sasa sisi tunazuia wasiharibia watu vitu oh, oh, oh. Kwa saa kadhaa shughuli za kawaida zilisimama katika jiji la Nairobi, huku polisi nao wakitumia mabomu ya machozi kuwasambaratisha waandamanaji. Mwandamanaji huyu anaelezea ni kwa nini alijitokeza. Mimi naandamana kwa sababu na, nataka justis ifanyike kwa familia ya justis Ojwang, aliuliwa kwa njia ambayo si kibinadamu si ligon na si, si mzuri. Mwandamanaji mwingine hapa anaeleza shinikizo hizi zitaendelea hadi pale kilio chao Kitakaposikika. Sisi tushafaulu, Nairobi ishasimama, biashara zote zishafungwa. Message tushafikisha, tushasema arrest and prosecute Eliud Lagat, tushasema occupy IPOA. Maandamano ya leo yamekuja kuelekea mwaka mmoja, wakati maelfu ya waandamanaji walipovamia majengo ya bunge Juni 25 mwaka 2024. Wanaharakati wa haki za binadamu wanasema watu zaidi ya 60 waliuawa wakati wa maandamano hayo. Victor Moturi, Nairobi, refi Kiswahili. Chama cha mawakili nchini Kenya LSK na wanaharakati wa kutetea haki za binadamu walilaani vitendo vya polisi kuendelea kutumia nguvu kupita kiasi dhidi ya waandamanaji. Uongozi wa polisi nchini Kenya katika jiji la Nairobi ulisema afisa wa polisi aliyehusika ama waliohusika, kwa sababu walikuwa ni wawili, wamekamatwa. Faith Odhiambo ni rais wa chama cha mawakili nchini humo. This individual police officer be arrested and afisa huyo wa polisi akamatwe na afunguliwe mashtaka mbele ya mahakama ya sheria. Na pili, unyama wa polisi lazima ukomeshwe. Mwenendo wa afisa huyo unaonyesha wazi kuwa alipanga kumpiga risasi. Kupuuza huko kwa maisha ya mwanadamu ndiyo sababu hasa ya mfululizo wa maandamano yanayoendelea. Ifahamike kuwa maafisa hao wa polisi wawili waliompiga risasi kichwani mchuuzi wa barakoa aliyefahamika kwa jina la Kariuki, hadi sasa kesi yao inaendelea, huku Kariuki akiendelea kupata matibabu baada ya kulazwa katika chumba cha wagonjwa mahututi kwenye hospitali ya Kenyatta. Tangu kuuawa kwa mwalimu na mwanablogu Albert Ojwang wiki moja iliyopita mikononi mwa polisi, kumekuwa na maandamano jijini Nairobi kulaani hatua hiyo na kumshinikiza naibu inspekta mkuu jenerali wa polisi Eliud Lagat ajiuzulu nafasi yake kutoka Kenya. Na sasa tuangazie aliyojiri nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo wiki hii DRC na Rwanda zinatarajiwa kutia saini mkataba wa amani tarehe 27 mwezi huu wa Juni, unaolenga kumaliza mzozo wa mashariki mwa DRC. Jupiter Mayaka anaeleza zaidi. Wawakilishi kutoka nchi hizo mbili watatia saini mkataba huo jijini Washington nchini Marekani Ijumaa wiki ijayo huku waziri wa mambo ya nje wa nchi hiyo Marco Rubio akiwa kama shahidi kwa mjibu wa taarifa ya pamoja ya wasuluhishi ambao ni Marekani na Qatar. Hatua hii itafuata makubaliano ya nchi hizi mbili mwezi Aprili waliposaini kanuni za mkataba huo ambazo ni pamoja na kila nchi kuheshimu mipaka ya mwenzake na kusitisha vita. Ripoti zinasema mkataba umekubaliwa kati ya pande zote baada ya mashauriano ya siku tatu yaliyogusia masuala ya kisiasa, usalama na uchumi baina ya DRC na Rwanda. Aidha, nchi hizo mbili zimekubaliana kuhusu kuondolewa kwa vikosi vya kigeni, kupokonywa silaha na kuwepo kwa utaratibu wa kuyaunganisha kwa masharti makundi yenye silaha kwenye jeshi la DRC. Taarifa nyingine iliyozua gumzo wiki hii huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo ni kuhusu hatua ya kujiuzulu kwa waziri wa sheria Constant Mutamba baada ya kukutana na rais wa nchi hiyo Felix Tshisekedi kama alivyoripoti mwandishi wetu wa Kinshasa Fredi Tendilonge. Kujiuzulu kwake kumekuja masaa 48 baada ya bunge la taifa kuidhinisha Constant Mutamba kufunguliwa mashtaka. Kwa mujibu wa taarifa toka ikulu ya DRC, majadiliano kati ya waziri wa sheria huyu na rais Tshisekedi ulichukua karibu saa moja. Constant Mutamba aliyeteuliwa Mei mwaka 2024 anatuhumiwa kwa ubadilifu wa fedha za umma kuhusiana na mradi wa ujenzi wa gereza huko Kisangani, kaskazini mashariki mwa nchi. Mnamo Juni tarehe 15, bunge liliondoa kinga yake ya ubunge kufuatia mashtaka ya mwendesha mashtaka mkuu. Mbali na mashtaka ya ubadilifu wa fedha, pia anashtakiwa kwa kuidharau mahakama baada ya kuikemea kile anachokiita njama za kisiasa dhidi yake. Akiwa amepigwa marufuku ya kuondoka nje ya jiji la Kinshasa chini ya tishio la kukamatwa, Constant Mutamba alitangaza kujiuzulu ndani ya muda uliowekwa na sheria. Fredy Tendilonge, Kinshasa, RFI Kiswahili. Tukiwa bado huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ni kuwa jeshi la nchi hiyo FRDC, lilikanusha taarifa ya awali ya spika wa bunge Vital Kamerhe kuhusu mauaji ya watu 318 katika jimbo la Tanganyika aliyodai yalitekelezwa na watu waliokuwa wamejihami, eneo la Moba, usiku wa kuamkia Jumapili ya wiki iliyopita. Msemaji wa jeshi la FRDC Sylvain Ekenge alisema taarifa hizo ni za uongo na za kupotosha, wala hazina msingi wowote na kwamba hali ya usalama eneo la Moba ni ya kuridhisha. RFI Kisangani mia moja na tano FM. Na kwa muktasari tu, msikilizaji, wiki hii mkuu wa majeshi ya Uganda UPDF Jenerali Mhoozi Kainerugaba aliwasili jijini Kinshasa huko DRC ambako alilakiwa na mkuu wa majeshi ya Congo FRDC luteni jenerali Jules Banza Mwilambwe, na kwa pamoja walitathmini maendeleo ya operesheni Shujaa inayolenga kuwatimua waasi wa ADF na makundi mengine ya waasi yanayotatiza usalama mashariki mwa DRC, lakini pia majadiliano yao pia yalihusu haja ya kukarabati na kuendeleza ujenzi wa barabara inayounganisha miji ya Kasindi, Beni na Kisangani katika mkoa wa Chopo kaskazini ya juu. Msikilizaji, huko Rwanda siku ya Alhamis ya wiki hii mwanasiasa wa upinzani Victoire Ingabire alikamatwa kwa mara nyingine juma hili kufuatia tuhuma za kupanga njama ya kuvuruga amani nchini humo. Carol Korir na taarifa zaidi. Mamlaka ya ujasusi nchini humo, Rwanda Investigation Bureau, RIB, ikitoa taarifa ya kukamatwa kwa mwanasiasa huyo kupitia mtandao wa X, imesema Ingabire amehusishwa na kundi la kihalifu na kujihusisha na njama za kutatiza amani nchini humo. Amekamatwa baada ya upande wa mashtaka kuwasilisha ombi kwa RIB ukiitaka kutekeleza amri ya mahakama kwenye kesi inayomhusu mtuhumiwa mwenza Siboman Sylvain. Ingabire awali alikuwa amefika mbele ya mahakama kuu kujibu kesi nyingine ya kijinai inayowahusu watu wengine tisa akiwemo mtayarishaji wa vipindi vya YouTube Tionest Nzengimana, naye akituhumiwa kwa kujaribu kupindua serikali. Mwanasiasa huyo anazuiliwa katika kituo cha REB Rimera, akisubiri kukabidhiwa idara ya mwendesha mashtaka ya kitaifa. Mwaka elfu mbili kumi na tatu Ingabire alikuwa amefungwa jela kwa miaka kumi na mitatu na baadaye kuachiwa mwaka elfu mbili kumi na nane pamoja na wafungwa wengine elfu mbili mia moja baada ya rais Paul Kagame kupunguza adhabu yao. E, naye kiongozi wa chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania anayekabiliwa na kesi ya uhaini kuelekea uchaguzi mkuu wa mwezi Oktoba Aliyeambia mahakama ya hakimu mkazi Kisitu jijini Dar es Salaam kuwa atajitetea mwenyewe katika mashauri yanayoendelea dhidi yake. Tundu Lisu ambaye amekuwa akiwakilishwa na mawakili zaidi ya thelathini anakabiliwa pia na kesi ya kuchapisha taarifa za uongo mtandaoni, kwa mujibu wa mahakama hiyo. Mbele ya mahakama, Lisu alikuwa na kauli hii: mawakili wangu nawashukuru. You fought bravely. You fought professionally. Mlipambana sana na kwa weledi na mmefanya kazi nzuri. Wakati umefika wa kujiondoa ili mniachie nifanye kile ninachopaswa kufanya. Muda huu umefika, hii ni kesi yangu. It is my case again. Kwa mheshimiwa, From now on, mimi ndio nitakayejibizana na hawa mawakili wa serikali kesi yake imeakhirishwa hadi tarehe mosi mwezi Julai na mna sasa, tuangazie aliyojiri huko Zambia. a msikilizaji, familia ya aliyekuwa rais wa nchi hiyo Edgar Lungu ilitangaza kuwa kiongozi huyo wa zamani atazikwa nchini Afrika Kusini siku ya Jumapili ya Juni ishirini na mbili, baada ya kufanyika kwa ibada ya faragha. Douglas Omariba anaeleza zaidi. Kupitia taarifa iliyotolewa na msemaji wa familia Makebe Zulo, Afrika Kusini imeridhia kuipa familia hiyo uhuru wa kufanya ibada na mazishi hayo bila ya kuwaingilia. Hii itakuwa ni mara ya kwanza kwa aliyekuwa rais wa taifa lingine kuzikwa katika nchi isiyo yake. Tangu kifo cha Lungu, ambaye alikuwa mpinzani wa rais wa sasa Hakainde Hichilema, kumekuwa na mvutano mkali kati ya familia na serikali ya Zambia kuhusu mipango ya mazishi na kurejesha mwili wake jijini Lusaka. Siku ya Alhamisi, Rais Hichilema alitangaza kusitishwa kwa kipindi cha maombolezo ya kitaifa baada ya kutopatikana kwa mwafaka, huku ikiripotiwa kwamba familia ya rais huyo wa zamani ilikataa kurejeshwa kwa mwili wa Lungu nyumbani siku ya Jumatano kama ambavyo ilikuwa imepangwa. Lungu ambaye alifariki dunia mapema mwezi huu akipewa matibabu nchini Afrika Kusini aliongoza Zambia kati ya mwaka 2015 hadi mwaka 2021, kabla ya kushindwa kwenye uchaguzi wa urais na kuondolewa madarakani na rais wa sasa Hakainde Hichilema. Kabla ya kifo chake alikuwa ametangaza mpango wa kurejea kwenye siasa na kuwania urais mwaka 2026. Na msikilizaji, hadi hapo sina la ziada. Naitwa Ruben Lukumbuka. Asante sana kwa muda wako na kwa heri.